Waziri wa mambo ya ndani wa Kenya Kipchumba Murkomen Juni 26 aliwashtumu waandamanaji kwa kutumiwa na wapinzani wa serikali kujaribu kufanya mapinduzi dhidi ya uongozi wa Rais William Ruto. It was terrorism disguised as dissent. Haya yalikuwa ni matendo ya kigaidi yaliyofichwa kwenye siasa za upinzani. Hakukuwa na maandamano ya amani, kulikuwa na ghasia, vurugu na hali ya machafuko. Napenda kusema kwamba tuna laani wahalifu waliotumia maandamano ya amani kuleta vurugu kwenye nyasa wanawake kijinsia na kusababisha uharibifu mkubwa kwa wananchi wetu. Aidha, waziri huyo amesema kilichofanyika Juni 25 hayakuwa maandamano ya amani. Matukio haya hayana uhusiano wote na maandamano halali wala uhuru wa kujieleza ni jaribio ambalo ni kinyume cha katiba la kutaka kubadilisha utawala wa jamhuri yetu. Polisi walifanikiwa kuzuia jaribio la mapinduzi dhidi ya serikali. Aliwatetea maafisa wa polisi kwa kuwadhibiti waandamanaji, licha ya shutuma za kutumia nguvu kupita kiasi dhidi ya waandamanaji kwa sababu hakuna anayewatetea maafisa wetu wa polisi. Napenda kutumia fursa hii kuwaasifu kwa kazi waliofanya na washukuru kwa sababu wanafanya kazi nzuri. Maandamano hayo yalisababisha maafa ya zaidi ya watu kumi na kuwajeruhi wengine zaidi ya mianne, mia nne huku mamia ya wafanyabiashara hasa jijini Nairobi wakipata hasara baada ya maduka yao kuvamiwa na kuporwa.